Rais Karia. Media nyingine zimechafuka zina mambo yao mm. We super coach, umeelewa <laughs> nini hapa? Rais Karia <laughs> ah, ni mti uliopinda, kivuli chake hakiwezi kunyoka ha? Amalaumu baada ya kuwajibika mm. na hiki ndio chombo ambacho kinaendeleza utata sana kwenye kauli zake, ndio hiyo ah, ah, dhana ya mti uliopinda ambaye kivuli chake hakiwezi kunyoka mm -hmm. kwa sababu hapa wanamsaji waandishi wa habari ndio zinatajwa media za Tanzania, lakini nini hicho ambacho kinazungumzwa kwenye vyombo vya habari mm -hmm. kinatokana na nani akiwa amesema nini mm -hmm. na kumbukeni, kiongozi lakini, mm -hmm. eh, wa taasisi sawa, lakini hatusemi tu, anasema nini akiwa nani, rais. Unajua, kuna wakati unaweza kuwa unaona wazungumza maneno eh, yakawa watu wanayashabikia, lakini wajue wajibu wako ni nini kwenye hayo unayosema mm -hmm. ndio maana kusema, kuna baadhi ya maneno yanatoka ni kama nalalamika mtu anayetakiwa kuwajibika mm -hmm. Kati ya Young Africans dhidi ya TFF sawa, ambao TFF nao wangewasikiliza Young Africans sawa, haina maana kuamua kama wanavyotaka Yanga. mm -hmm. Angalau ile haki ya kusikilizana ingetendeka, lakini unasikia Karia akapiga nyundo tena mm. Kwa Kwa kinachoombwa na hata mtu akishindwa kesi hmm. Hata ushahidi uonekane, ushahidi wake autoshi, ndio dhana ya kushinda kesi, okay, hmm. Kwa sababu haki ya mtu inapimwa kwenye mizani ya kanuni na sheria na tumekuwa tukisema mara nyingi, ninyi mnatumia neno busara hmm. Sisi sio shida yetu busara, sisi tunakosa hekima hmm. Hekima ni kutafakari matukio yetu yote yanayotokea kwenye ligi tumeshindwa kutafakari. Hekima, mm, ni kutafakari. <laughs> Mm, ni angu, no. Hekima ni kutafakari; busara kufikiria kwa sababu naweza nitafikiria tu hapa, ambukire rafiki yangu, hebu mpeke, nimefikiria; lakini hekima ni kutafakari, wakati ambukire nampa kama rafiki yangu mgunduzi anajisikiaje kama binadamu, lazima mind mm. umenielewa vizuri Ala. Sasa wakati nchi inazungumzia busara mm, sisi tumekosa hekima ha?

kauli yake labda ilikuwa inamaanisha e, media nyingine ama mashabiki wa Simba na wa Yanga wako bize na timu e, e mechi ya Simba na Yanga lakini hawako bize na timu ya taifa. Ndio maana akataja kwamba e, waandishi walioko Tanga wao watawasiliana. Unajua media zimetofautiana kwa yeah. Media zinafanya kazi kama kasuku siku unajua, unavyoimba naye anaimba umetulia naye lakini, media kazi haki ya, uki, na ya, natu... na, ya kwanza ni kuibua maswala kuhoji mambo mm. kutafakarisha vitu kuviingiza katika utazi. Kwa hiyo ukiongea tu media hujamaliza, ukiongea na sisi tuna haki ya kufikiria mambo mengine okay. media mm. sio dokumenti ya harusi. Ah. Kwamba bwana hapa bwana harusi saini hapa, tunafungisha ndoa. Ah. Mm. sisi ukileta okay, mm, dokumenti na tunaichakata, tunauwezo wa kufikiria eti kwamba kwa sababu document tu imeandikwa inatosha. Tunauwezo kufikiri na kuoja kwa mfano. Mm. Eh, kwa mfano kwa sasa hivi unadhani Yanga wanalalamika nini? Unadhani TFF wanalalamika nini? Ni kwamba yale wanaoombeana ya madai yao kila mtu kasha hukumu kabla ya kwenda kusikilizana. Sasa mtu anaona kabisa haya madai yake hayana mashiko haya, kwa hiyo ananisumbua bure. Lakini yasikilize alafu yathibitishe kwa ushahidi hayana mashiko. Ataenda kulalamika wapi? Kwani kwamba hapa tumemisi hekima. Hekima tu, si busara. Busara ndio hiyo ile iliyofanya mechi imesimamishwa, ndio busara ile. hmm. Hekima, hekima. Ni tafakari. Okay, tukitafakari hekima au wanaotaja TRA ingekuwa imeingia hekima. Sisi tumekosa hekima, sio kutafakari, na ndio maana nikasema shida mm. uh, uh, uh, yetu kubwa ni hii tabia ya mti uliojikunja kivuli chake kunyoka pinda. E, e, e, sasa kinapinda kwa sababu gani? Maanake tatizo unalo, huwezi kukuletea jambo la usahihi. Tafsiri yake ni kwamba mpaka sasa sawa, mimi nitashangaa mm. na miongoni mwa watu ambao nitawalaani TFF, nitawalani Young Africans, lakini zaidi TFF wao, ah. Kwa sababu wao ndio anatakiwa kutupa dira kwenye huu mgogoro, anayetakiwa kutupa dira naye analalamika. Unajua, hapa imekuwa malastiboni ndio lastiboni, akikupiga analia yeye akikupiga sasa, era usimpige, mnyamazishe. Akinyamaza ndo mpige sasa, wakati yeah. tunasubiri hekima, tuambie tu moja kwa moja, mm. Hakikisha kila siku ya Jumapili saa nne kamili asubuhi hadi saa sita kamili usiku Ndea. Unafika sehemu sahihi ambayo unapata kinywaji baridi, mziki mzuri kabisa, safi. Njoo tukutane, tule nyama, tupeane michongo ya maisha, safi. Kupanga ni kuchagua. Unataka nundu unataka salala, unataka kidari, steki, maini, figo, vyote hivi unakwenda kuvipata eneo ni moja tu kabisa. Sehemu ni eh, G Spot Ba, Mbezi daraja la nyambizi karibu na roundabout ya White Sand, njoo tule nyama kuanzia saa nne asubuhi hadi saa sita usiku meet and meet, yeah, ni kila Jumapili hapa G-Spot ba Nyambizi. Sawa, nini kifanyike sasa manake tunakosa utulivu hadi kuiandaa timu yetu sasa, maana ni mwendo wa vijembe tu sasa, mm, vijembe yani kutupia mm, na maneno kama wake wenza, hiyo kinachoendelea. Yes, serious. Kinachoendelea kama wakiwenza. <laughs> Mustakabali utakuwa nini? Ndiyo, yes yes, lazima atokee mtu aonekana, ye mke mkubwa, mvumilivu. Okay, anavumilia vituko vyote ili mrudi kwenye mstari, ana hekima, mtunze ndoa yenu. Ala, sawa sawa. Sasa, hiki, hiki ndio kinachotakiwa, tusiende kama wake wenza. Huyu ataibuka atasema sisi tulimsaidia mwaka jana, huyu ataibuka afanya mengi, vya wake wenza kweli. Mpira wa nchi tunaupeleka pabaya sana. Kama, hmm. ah. zubiri, zubiri, zubiri. Ayiko, <laughs> <laughs> kama kawaida wakati ambao tumeusubiri kwa muda mrefu sana ndio chuma ndo huu hapa wenyewe namaanisha mm. eh, kila kona ya dunia kwa hivi sasa eh, imejaa upendo, amani, furaha. Hii ni kutoka Yasi na Mix ambapo eh, tuna ku, eh, tunakuambia kwamba ni wakati wa kuweza kujumuika pamoja na kuweza eh, kuzifuata eh, thawabu zile bwana, thawabu eh, kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa huu ni mwezi wa kutoa zawadi pia, ukiwa na Mix ni kwamba unarudishiwa asilimia hamsini ya makato kila unapolipia na Mix, ilipa kwa simu kwenye maeneo yaliyoainishwa nchi nzima pia bwana bwana bwana, ni wakati wa kuweza kufaidika huu eh, na maudhui ya dini ya Kiislamu eh, yaani kama vile hadithi, mawaidha, eh, nashid eh, bila kusahau na adhana, ili kuweza kujiongea maarifa eh, kujiongezea maarifa. Sasa tuma neno hikma kwenda namba kumi na tano Hamsini na nane mili uweze kupata maudhui ya kuweza kujijenga kiimani sawa, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa nisikilize kwa umakini kulikweli mm. piga nyota ya mia moja hamsini nyota sifuri moja alama reli au mix up au piga nyota mia moja arobaini na saba nyota sifuri sifuri alama reli uweze kufurahia ofa hizi kabambe kabisa kutoka yas na mixi kama haitoshi bwana, ni kwamba tunakupa vifurushi bomba kabisa vya Ramadhani vitakavyokupa thamani ee, sawa na pesa yako, ili uweze kuwasiliana ndugu jamaa na marafiki, kuwatakia Ramadhani karimu ukiwa na mtandao bora nchini Tanzania. Yasi ni wakati wetu bwana, kuweza kujumuika pamoja katika kuweza kufurahia mwezi mtukufu wa uh, Ramadhani karibu sana, popote polipo. Ujumbe wako ni muhimu sana kuweza kutuandikia kwenye YouTube channel yetu. Hiki kinachoendelea ni kama wakewenza tu. Mm. Kama wakewenza tu, huwa anaongea kwake, anaongea kwake. Sasa kwa upande mzima wa wekundu wa Msimbazi, Simba mwenyekiti Murtaza Mangungu yeye anasemaje eh, kuhusiana na hiki ambacho eh, kinachoendelea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. E Simba wao wako tayari kama bodi ya ligi wakitangaza eh, wakitangaza tarehe maalum ya mechi hii kurudiwa dhidi eh, ya kikosi cha wananchi Young Africans. Mangungu huyo hapo, ngotumsikilize Murtaza Mangungu. mm. Kama tarehe imepangwa tena na bodi ya ligi ambayo ni chombo cha vilabu pamoja na TFF, kuna sababu gani ya kukataa kufanya hivi? Sisi tuko tayari, tutacheza na muda wote watakaopanga itaangaliwa na ratiba kwa sababu sisi bado tuko kwenye mashindano ya kimataifa. Tutaangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukakomodate tarehe hiyo itakayopanga. Kazia iliyotokea siku hiyo yu yu ya Ijumaa ya tarehe saba kama nao wangetoka katika maeneo yao wakaenda kama walivyoenda wao watu wa timu nyingine pale, pangekuwa na hasira kubwa sana. Na baada ya hapo tumesubiri kuona kwamba mamlaka zitatoa uamuzi gani, baada ya kuwaandikia kazi ya tuliyoikuta, wakaahirisha mchezo kwa tathmini ambayo wao wenyewe walifanya. Lakini watu hawa kwa kuwa walikuwa wamekusudia shari, waliondoka katika eneo ambalo wanaishi, wakavuka mpaka wakafika Bunju wanasema tumefuata mechi hapa, tunataka kucheza na hao. Haya sasa, leo hii hamu ile ya kucheza mechi imewatokaje? Kama wao baada ya mchezo kuahirishwa siku ya pili walitoka wakaenda mpaka Bunju, ile hamu imewaishaje? Yani kiliwapata nini hapa, hamu yao ya kucheza na Simba ikawaisha? Sasa Bunju watu wanakuwepo pale kwa program, lakini ile ni shari. Ukipeleka gari na watu wako wewe pale, je, watu wa Simba nao wangeamaki? Ingetokea ghasia kubwa ni mwenyekiti wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Murutaza Mangungu moja kwa moja akizungumza hayo. Karibu sana mswahili mwenzetu, popote pale ulipo, hii ni e-sports ya EFM. Mimi ni chuma cha Mjerumani Ibrahimu Ambokile, niko hapa sambamba kabisa na Zuberi Joji Mkaraboko, super coach, bila kusahau Rashidi Mbega, mgunduzi wa offside. Eneo la kula nyama ni moja Dar es Salaam, hakikisha unakuja kujichagulia nundu, salala, steki, maini, ulimi, vyote hivi unakwenda kuvipata eneo moja na shughuli hii. Sherehe nyama choma na supu ndio unaipata kila siku ya Jumapili hadi saa sita eh, kuanzia saa nne kamili asubuhi hadi saa sita usiku, unapata vinywaji baridi, mziki mzuri. Wapi shehe hiyo bwana? Sehemu ni G Spot Bar, Mbezi daraja la nyambizi, karibu na roundabout ya White Sand. Njoo tule nyama kuanzia saa nne asubuhi hadi saa sita usiku. Meet and meet ni kila Jumapili hapa G Spot Bar, wa wahudumu wao bwana ni waminifu sana, shukrani sana. Nimekuona Shabani Kibuhile kutoka mji Kasro Bahari, yuko sambamba na sisi, ton Simba. Nimekuona mtu wa maana kabisa, nasema mbo kile chuma akinaunguruma sana kwa hivi sasa, ngoni baba